Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumekuwa na wakati mzuri wa maandalizi ambayo tumeyafanya tangia tumetoka kumaliza mechi yetu dhidi ya Mtibwa ambao tulipoteza. Kwa hiyo leo hii tunakwenda katika mechi ya kwenda kufunga mwaka, ni mechi ya kufunga mwaka, kwa sababu baada ya mechi ya leo TRA United Sports Club, ukiangalia kwa mujibu wa ratiba ya bodi ya ligi hatutokuwa na mechi nyingine mpaka Januari 2026 na ishirina sita panapo majali ya, mwiz, ya mwiz Mungu, kama watu wote tutafika salama, lakini imani yangu kubwa ni kwamba watu wote tutafika salama kwa heri ya Mwenyezi Mungu ili tuweze kuendeleza sasa pale ambapo tumeishia katika uh, mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Na kikubwa zaidi tuko hapa kwa ajili ya jambo moja. Leo tuna mechi dhidi ya Singida Black Stars, na mechi hii kwetu sisi tumechukua ni mahususi ama ni ajenda ya kwenda kuwakumbusha Watanzania wote kwamba, uh, tuna kila sababu ya kulipa kodi kwa hiari, kwa maana uh, ya mwezi wa kumi na mbili kwenda kulipa kodi ya awamu ya nne kwa mwezi huu wa kumi na mbili ambao tuko nao hivi sasa. Kwa hiyo mechi hii ya leo Tuna, tunasema ni mechi ya kwenda kufunga mwaka, lakini pia ni mechi ambayo tunatumia kuwakumbusha Watanzania wote kuhusiana na swala zima la ulipaji wa kodi. Kwa hiyo maandalizi ambayo yamefanyika na namna ambavyo tunakwenda kuingia katika hii mechi, tunakwenda kutoa zawadi ya Christmas kwa mashabiki zetu, kwa Watanzania wote kwa sababu tukizungumza TRA United Sports Club, tunazungumza ni timu ya Watanzania wote na ni timu ya walipakodi wote, na ndio maana hata uh, ukiangalia kwenye jezi zetu tumeandika kodi yetu maendeleo yetu, lengo likiwa ni kuhamasisha watanzania kuweza kulipa kodi, lakini pia kuwapa burudani nzuri kabisa ya pira kodi, pira mapato, pira risiti, pira makadirio na vijana, na tumefanyia hapa kutuma tu zile salamu kwamba tumefanya hapa, hii ndio sehemu ambayo timu yetu inaishi. Kwa hiyo ndio maana tumekuja kuzungumza na watanzania wana Dar es Salaam kualika kwenda katika mechi yetu ya, ya, ya baadaye. Na katika mchezo huu TRA tutakuwa nyumbani kiuhalisia, lakini kikanuni ukiangalia uh, Singida ndio wenyeji wa huu mchezo lakini sisi tunakwenda kuwa Uh, wenyeji kiuhalisia kwa sababu sisi ndio timu ya mamlaka ya mapato Tanzania na ukiangalia tunakwenda kucheza katika mkoa wa Kikodi ambao ni mkoa wa Kinondoni, lakini ukiangalia mamlaka ya mapato ofisi zote ziko hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo ndio maana tuna ule ujasiri na ule uthubutu na kule kujiamini zaidi kwamba tunakwenda kucheza katika mechi ya saa kumi tukiwa nyumbani kiuhalisia na tutakwenda kuhakikisha kwamba tunakwenda kupata ushindi. Tumepoteza mechi mbili mfululizo tukiwa pa, hapa ugenini haikuwa dhamira yetu, lakini matokeo yale kila mtu tumeacha pembeni, na badala yake tunakwenda sasa kufocus na mechi ya leo, tupate ushindi ili tuweze kuwaaga vizuri wa Tanzania wenzetu katika mwaka huu wa 2025 na kukaribisha mwaka 2026, lakini pia kuwakumbusha kulipa kodi ya awamu ya nne kwa mwezi wa kumi na mbili. Ndio maana kama ambavyo nimezungumza awali, ajenda ya mechi yetu ya leo kuwapa furaha mashabiki zetu. Tunawapa furaha kwa namna gani? Kwa maana ya kwenda kupata ushindi katika mechi hii ya leo. Ukiangalia Singida wamekuwa na momentum nzuri na wamekuwa na wakati mzuri sawa katika mechi zao waheshimu, sawa, eh? Aa, na tunawaheshimu sawa sawa, na wana wachezaji ambao ni wazuri, lakini quality, hakuna timu ambayo ina quality ama ina wachezaji wenye quality ya juu zaidi ya TRA. Kwa hiyo hata huyo Masanza ambaye mmezungumza naye nyinyi jana akawadanganya kwamba wanafulani wanafulani, sisi tuna sisi, yani, sisi tuna zaidi ya wachezaji ambao wao wamewazungumza na inapotokea kuwepo mechi ya TRA na Singida Black Stars, mara nyingi inakuwa ni mechi ambayo inakuwa yenye mvuto sana, na inakuwa ni mechi ambayo ina ushindani sana. Kwa hiyo ule ushindani ambao ulikutana nao katika msimu uliopita watakwenda kukutana nao maradufu katika mechi hii ya leo. Na ndio maana tunasema kwa sababu ni mwezi wa kumi na mbili, ni mwezi wa mwisho kwa awamu ya nne katika ulipaji wa kodi, ndio maana tumesema tunatumia mechi hii kama ajenda ya kuwapa furaha mashabiki zetu kwa maana ya matokeo ambayo tunakwenda kuwapatia siku ya leo, kwa maana na tuna uhakika tunakwenda kupata ushindi, lakini pia kubwa zaidi lingine ni kwenda kuwahamasisha Watanzania kuweza kulipa kodi ya awamu ya nne kwa mwezi wa 12. TRA ndio timu kubwa zaidi wale, wale ni wakubwa, wanawezekana wakawa wakubwa, lakini TRA ni timu kubwa. Unajua kimepita vidole vyote ambao acha katikati hawezi kusogea, ndio maana kidole ambacho kimezidi wote kwa sasa, hii ndio TRA. Sasa sisi ndio wakubwa zaidi hapa. Mkitaka hata kwenda kumlisha mnaweza mkaenda kumlisha yaani sio tu kukikata kumpa. Ah yaani, kukata kumpa sio shida, hata mkitaka hata kwenda kumwonjesha kwamba hiki ndio kitu ambacho amezungumza Christina. Hakuna wasiwasi. Hakuna shida yoyote. umesema milioni ngapi? Yaani sisi TRA katika swala zima la bonus, sisi ni business as usual, sawa. Yaani sio kwamba tunatoa bonus leo kwa sababu tunacheza na timu fulani. Yaani sisi suala la bonus hapa yani ni kama uji na mgonjwa, kwa hiyo kila mechi ambazo huwa zinacheza huwa tunatoa bonus. Na tunatoa bonus kwa ushindi ama kwa sare, kwa hiyo wachezaji wenyewe kwenye issue ya bonus, wao huwa wala hawana shida, yaani sio mpaka si ucheze na nani ndio unatoa bonus. Yaani since tumeanza ligi mechi ya kwanza tulisare na Dodoma walipata bonus, mechi ya pili tumesare na Pamba Jiji walipata bonus. Mechi ya tatu tulisare na Mashujaa timu ilipata bonus. Mechi ya nne tulishinda na Tanzania Prisons walipata bonus kubwa ile ambayo inahitajika kutoka na mechi. Sasa ya ya JKT hatukupata kwa sababu tulipoteza mechi na Mtibwa kadhalika pia. Kwa hiyo mechi hii pia bonasi yake ipo kama kawaida, muhimu ni waalike sasa hivi, ni saa sita hii, si ndio inakwenda saa saba? Kwaiyo mimi niwaalike wana Kinondoni wote wana Dar es Salaam wote wa Tanzania wote, tukutane saa kumi na robo jioni tena. Tufike sisi mapema kwa sababu sisi ndio wenyeji kiwalisia, na si ndio wenyeji katika mkoa wetu, si tufike mapema zaidi, ili kila mmoja anaekaa atakayefika pale hataweza kukasirika. Yaani, kila mtu atafika pale na ataondoka, ataondoka akiwa na furaha kubwa, kwa sababu pira mapato watu watakuwa wameliona, pira resiti, pira kodi, pira makadirio na pira kodi, kila mmoja atakuwa ameliona.